Oh, tezi dume! Saratani ya tezi dume, saratani ya tezi dume inapoteza kina baba wetu. Saratani ya tezi dume inaua wanaume e, takribani milioni moja na laki nne kila mwaka wanakufa kutokana na saratani ya tezi dume, na madhara ya saratani ya tezi dume Saratani hii ndugu zangu ni e, wanaume, ni saratani ambayo endapo ukiigundua mapema inatibika kabisa kabisa na inakwisha. Wanaume wengi hawafuatilii saratani ya tezi dume. Inafahamika hmm. Mtu mmoja kati ya nane kwa upande wa wanaume, katika maisha yake atapata saratani ya tezi dume. Sasa e, ni mimi au ni wewe? Haifahamiki, itafahamika e, ukianza kufanya utafiti, ukianza kufanya uchunguzi au vipimo ndio utajua kama uko kwenye hatari hiyo, e, utapata au haupati. Ndugu zangu, tunaanza kuona e, watu mashuhuri, maraisi wafanya biashara wakubwa, wanamuziki wakitoka hadharani eh, wakishuhudia kwamba wamegundulika na saratani ya tezi dume mm. baada ya kufanya vipimo na, na baada ya kujifuatilia sasa eh, wengine walitibiwa wamepona kabisa wengine, eh, ziliwaondoa wa sababu ilikuwa imeshakuwa katika hali mbaya na wengine wapo kwenye mchakato wa matibabu sahihi ya saratani ya tezi dume. Habari njema ni kwamba saratani hii ukiwahi, ikiwa ndio inaanza, unaimaliza na unakuwa hauna kansa kabisa kabisa. Kwa hiyo ndugu zanguni wanaume, ukishafika miaka arobaini na tano ukishakuwa na tumbo eh, ukishakuwa mnene, kama kwenye familia yenu kuna historia ya saratani ya tezi dume, saratani ya utumbo mpana, saratani ya matiti au kizazi eh, kama wewe ni mnywaji wa pombe, ni mtumiaji wa sigara, mm, unafanya kazi kwenye, kwenye, kwenye viwanda mm, viwanda vyaina mbalimbali ambavyo huwa kule kuna makemikali mengi, tafadhali ukishafika miaka 45, fanya uchunguzi wa tezi dume kila baada ya miezi sita. Ni muhimu sana kuchunguza, kwa sababu unapochunguza, unapogundua tatizo mapema ni rahisi kulishughulikia, ni rahisi kulitibu. Zingatieni sana hayo niliyosema kuhusu kufanya utafiti wa saratani ya tezi dume. Ndugu zanguni, hii saratani ukiwahi, hmm. Ukikuta ndo inaanza hii saratani ya tezi dume, e, utafanyiwa operation ya kuondoa hiyo tezi dume, e, ambayo ndo ina kansa eh, utaondolewa korodani zako e, na baada ya hapo ugonjwa utakuwa umekwisha kabisa na utakuwa hauna kansa, ndugu yangu hmm. Una, una, unafanyiwa operation ya kuondoa ile tezi dume ambayo ina kansa kuondoa korodani ili uweze kuishi vizuri kabisa bila matatizo e, yoyote, ndugu zangu ni e, wanaume mm, kumbuka ukishafanya hiyo operation, unaweza ukaendelea na dawa za muda au e, za sindano kwa muda au mionzi, ili kumaliza kabisa saratani e, katika hatua ya mwanzoni, lakini ukishachelewa ukishakuta kuta saratani ya tezi dume imeshasambaa ipo kwenye damu, ipo kwenye mifupa, ipo kwenye mapafu, ipo kwenye ngozi, ipo kwenye ini, ipo kila sehemu. Hapo sasa ndo kupona kunaanza kuwa changamoto, haiwezi tena kutibika ikaisha kabisa kabisa. Sasa wanaume wengi e, wa kitanzania wanakuja kliniki saratani ikiwa imeshasambaa ugonjwa ukiwa umeshakuwa mkubwa, ndo maana matibabu inakuwa ni ngumu. Lakini laiti ndugu zangu wanaume, mngekuwa na desturi ya kufanya uchunguzi kila baada ya miezi sita, e, ungegundua mapema saratani na, na, na, na, na, e, matibabu yangefanyika, wasingefika katika hatua mbaya, ikiwemo kufa. Ndugu zanguni wanaume, zingatieni sana hiyo, kwani ni muhimu sana kwa afya zenu. Wengi wanauliza sasa, nikishatolewa korodani itakuwaje kwenye uzazi? Ndugu yangu, ukishapata saratani ya tezi dume e, tunaangalia sasa u, u, uzima tu, uishi vizuri bila matatizo, kwa sababu usipofanyiwa hizo operesheni na ukaachiwa tezi dume yako ukaachiwa korodani zako, ugonjwa utakuwa mkubwa zaidi utasambaa zaidi. Na unaweza hata usifikishe miezi sita au mwaka ukafa, kwa kwa sababu ya ugonjwa unaendelea kwa kasi. Kwa hiyo e, sisi kwa tunapima tunaona ni bora zitolewe, ni bora uwe na afya, ni bora uishi ukaya angalau hata miaka e, tano kumi mingine hapa duniani, uendelee kutunza familia uendelee kukamilisha miradi yako, kuliko tukuachie kwa sababu ya mambo ya mapenzi, alafu sasa E, ufe mapema kwa sababu ya ugonjwa utakuwa umesha kuharibu huko ndani. Kwa hiyo ni bora zitolewe, ni bora e, utibiwe ili uweze kupona. Kwa hiyo nyie nyie wanaume ambao mnakuja kliniki mnakuwa na maswali mengi sana ya mnakuwa mnabisha kutolewa korodani, msibishe, kwani ni muhimu sana kwa ajili ya afya yako iwe thabiti kabisa kabisa. Kwa hiyo nimeona niwape e, ujumbe huu kwa sababu ninaona kwenye vyombo vya habari taarifa za saratani zikisambaa sana, nikaona niwape na nyie elimu kidogo. Kwa hiyo ujumbe wa leo kama ukisahau kila kitu, ujumbe wa leo kama una miaka arobaini na tano kama umetoka kwenye familia yenye historia ya saratani ya tezi dume, matiti, e, utumbo mpana, kizazi, nenda kapime tezi dume. Kama una tumbo nafanya kazi viwandani, ni mlevi, ni mtumiaji wa sigara, nenda kapime tezi dume. Nenda kaangalie tezi dume lako likoje. Nenda kaangalie kama lina viashiria vya kansa e, pima kila miezi sita. Ni bora ujichunguze ukute hauna shida kuliko uwe na shida, alafu hujui uje kushtuka baadaye mm, e, imshasamba kila sehemu na unaumwa hoi bintaban. Kwa hiyo ndugu zangu wanaume, muhimu sana zingatieni hayo kwa ajili ya afya zenu.